Hapana shaba, hili jambo linawezekana. Kwa mara hii, na hakikisha Salha hatatoka tena mikononi mwangu, na watu wameshaamua iwe hivyo, ni kwa sina namna ya kufanya Unaniuliza hivyo kazi na shilingi ngapi? Nishai kukutapeli bwana na wewe? Wewe, naenda hapa mke hakuna, sawa. Hmm? Baba, mimi nasema hapa mke hakuna. Mchongo wenyewe uko hivi, yule bwana anamtaka mtu asababu kamwacha talaka zote tatu, anamtaka mtu akamuoa yule binti. Alafu amwache, baada ya hapo, yeye akamuoa sio mwana wetu? akachukua kazi i mbona mwanangu una unabifu na mimi kwani, au sisi tusha kuchoka kwenye kijiwe chetu? wechekecha weche kausheni, basi hakuna maswala ya mabifu wala nini. Hiyo mchongo wa kazi huo. Ah, nazingua bwana. <laughs> Wona, na mimi hela mimi nimekula. Shadow. Hivi, kwa mfano, mimi ndo ningekuwa wewe. Hivi ungekubali kumuoa alafu muache. Semane nene, sema nene Jado, punguza gazi baadapata kazi jobu nyingine alafu le si ni mpiga cha chini chini kama atumjui kaso mwanawetu vile. Oh, but... Sikiza, Shadow. Sasa mimi nizo zingua mimi nini? Na mimi pia lengo langu kutoka hapa kijiweni kwenda kule, na maana kufanya kazi. Alafu mimi pia nilikuwa nahitaji pesa. Si toruhuswa kwa na mtu mwingine yoyote.